Habari njema ni kwamba tumetoa asilimia kumi kwa vijana, kina mama na wenye ulemavu, zaidi ya milioni mia tatu na arobaini na kitu tumeshatoa. Tunakuwa lakini tumejibana bana, tumeanza kujenga ile stendi, uwezo wetu. Mama mdogo kidogo, nakuomba nyosha mkono la mwisho. Mama, nimekusikia. Huku umezungumza juu ya reli. Kwanza, ile reli inapita hapa Mtama, kwa hiyo sisi ni wafaidikaji na huu mji wa Mtama ni matokeo ya stesheni ya treni. Kwa hiyo umeturudishia historia yetu, tunakushukuru sana sana. Lakini mama, jimbo letu kubwa, tunachokiomba sisi, tumepewa halmashauri, tunaomba pale utakapofikia wakati wa kugawa maeneo ya kiutawala, ukitaja wilaya ya kwanza, basi naomba iwe Mtama. Baada ya hayo mama, hebu ziangalie kura zako Mtama. Mtama, nyosha mkono wako kwa kura za mama Samia. Samia oye! Oh, hivi kuna mtu hajanyosha? Nyosha tena. Samia oye! Oh, haya, nami mtumishi wenu naomba miaka mitano mingine. Kura za Nape ziko wapi? Madiwani wangu wajanja, naombeni mnimpe madiwani wote na mama, kwa madiwani tunakata ishirini kumi na sita. Jamaa wametukimbia nne, tunaenda kuangaika nao, na bila shaka tutatoboa. Lakini kule ambako tumepita, tutahakikisha kura watu wanaenda kupiga kura na tutakupigia kura nyingi. Mama, nisamee, nimetumia muda wako mwingi, lakini tunakupenda, tunakuombea kila laheri. Ujue tunaokupenda ni wengi, tunaokusemea mema ni me wengi, na maneno ya watu hawa ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki na kila laheri, asante sana. Wanamtama hoye! Hebu weka mikono juu kwa dokta Samia namna hii, nyanyua mikono juu kabisa, weka juu. Uwanja mzima kama una kilemba unakofia una bendera, zungusha namna hii. Dokta Samia hoye! Wanamtama hoye! baada ya kumsikiliza mgombea ubunge wa jimbo hili mmesikia kwamba kuna ajira zaidi ya laki moja zimetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Hizi ielewekwe, ni ajira ambazo zimetolewa kwa utumishi wa umma, piga makofi mengi. Lakini katika private sector, kuna ajira ambazo Mheshimiwa Dkt. Samia amezitengeneza na zipo ni ajira zaidi ya milioni nane piga makofi mengi zaidi, wananchi wa Mtama. Baada ya maneno hayo mazuri yaliyozungumzwa hapa tarehe 29, twendeni tukatiki kwa wagombea -chama wa chama cha Mapinduzi tukiongozwa na mgombea urais Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan wabunge wa CCM na madiwani wa CCM. Lakini kubwa, tukalinde amani, umoja na mshikamano, tusikubali kutumika vibaya na watu wasiotutakia mema ndani ya taifa letu. Anayekutuma ufanye vurugu familia yake haipo hapa, uongo kweli? Anayesema ukahamasishe fujo, yeye yupo hayupo. Lindeni uhai wenu, andamaneni kutafuta fedha, kulima, kufanya biashara na mambo yatakayosaidia kukuza uchumi wa nchi na wakwenu binafsi. Baada ya maneno hayo, naomba nitumie fursa hii kwa heshima kubwa kumkaribisha katibu chama wa chama cha mapinduzi Mheshimiwa Balozi Daktari Asha Rose Migiro kwa ajili ya kumwinua mgombea aweze kuzungumza nasi. Katibu mkuu oye! Weka bendera juu, tumkaribishe katibu wa Chama cha Mapinduzi. csamia Samia, Samia, kazi na utu, kazi na utu, Mtama, Samia na utu, Mtama. Asanteni sana, mweshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluh Hasan, ambaye pia ni mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia CCM, mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa Alhaj Hassan Jarufu, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM Taifa mlioko hapa, viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa kimila, machifu, ndugu wagombea, ndugu wana Mtama, Mtama oye Mtama oye Mheshimiwa mwenyekiti ameeleza hapa kwa ufasaha kabisa, mgombea ubunge wa Mtama mwanangu mpendwa Nape Moses Nauye ameeleza kwa hisia za dhati. Mimi nikitaka kuingiza langu naona nitaharibu. Kwa hivyo nitumie fursa hii, mheshimiwa mwenyekiti, kwanza kabisa kuomba kura kutoka kwa wanamtama wamesema wamenyosha mikono, wamenyosha bendera, na mimi naomba nione ombi langu linafika wapi? Jamani wanamtama, watakaopiga tarehe 29 Oktoba, watakaompa Dokta Samia kura za ushindi, Mtama oye! Mtama oye! Nyosha bendera, nyosha bendera, nyosha kofia, kilemba! CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti, naomba pia nichukue fursa hii kumwombea kura mgombea wa jimbo la Mtama kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ndugu Nape Moses Nauye. Nape oye! Watakaompa kura Nape mpo hapa? Kama mpo, peperusha bendera, peperusha kilemba Mfuko, gazeti, mikono. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kuliongoza taifa letu utahitaji mafiga matatu. Ukishapatikana wewe Mheshimiwa mwenyekiti, akishapatikana mbunge, tunahitaji madiwani ambao wapo kushoto hapa. Madiwani oye, madiwani oye Wana mtama mtatupa mafiga matatu mtatupa mafiga matatu. Samia, Samia, kazi na utu, kazi na utu, Samia na utu, mama asemewe Samia. Eh. Samia ra, Samia eh. Samia ra Na pera. Madiwani eh. madiwani ra mtama eh. mtama ra Mheshimiwa mwenyekiti na mgombea wetu, kwa heshima na taadhima, na kuomba sasa uzungumze na hadhara hii. Sisi moye Samia oye. Wana Mtama, punga bendera mgombea anaponyanyuka kwenda kuzungumza nanyi. Asante Mtama oye. Wana Mtama, nataka kuwasikia Mtama oye chama kuchere viongozi, naomba tukae. Ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, naomba tukae. Balozi Dr. Asha Rose Migiro, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu tuliofuatana nao na wale wa mkoa, mratibu wetu au waratibu wetu wa kampeni kanda ya kusini, ndugu yetu Leila Ngozi, pamoja na kaka yetu Jackson Msome, nitambue uwepo wa mwenyekiti wa mkoa huo wa Lindi Alhaji Hassan Jaruf, ndugu Nape Nnauye, mgombea ubunge wa jimbo la Mtama kaka mkubwa kamanda, wagombea wote ishirini wa CCM kwa nafasi za udiwani, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa jimbo la Mtama wanahabari, ndugu wananchi, Wanamtama, CCM oye! Yeah! kazi na utu! Ndugu zangu, baada ya shukrani kwa Mungu, niwashukuru sana sana Wanamtama kwa kujitokeza kwa wingi huu. Nawashukuru sana. Nimezunguka na mgombea ubunge wa Mtama ndugu Nape katika mikoa kama mitatu minne hivi toka nimeanza kusini nadhani, lakini kote alikuwa anaangalia, anatikisa kichwa, anasema sijui kama nitaweza, lakini nimefika hapa ameweza na peoe. Yaani mkutano huu ulivyo ni kama mkutano kamili, hii ni rali ndogo na sio mkutano wa kusimama kwenye gari. Kwa hiyo nawapongeza sana wanamtama, na ninawashukuru sana. Lakini hii yote hii yote ni kuonesha imani yenu kwa chama chenu, chama cha Mapinduzi, lakini ni kuonesha pia imani kwa viongozi wenu kwamba tunakwenda tuwaone, tuwaunge mkono, tueleze shukrani zetu kwa yaliyofanyika na tusikie yepi tutafanyiwa. Mimi nawashukuru sana mm. kwa kujitokeza kwa wingi huu, niwaombe ndugu zangu wanamtama, Mtama, niwaombe sana, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, wale wote tuliojiandikisha kwenye daftari la tume, tuamke salama mapema na furaha, twende vituoni tukapige kura. Tukifanya hivyo, Mtama tunasema yes Tuna sapoti chama chetu na tuna imani na viongozi wetu. Mtama oye! oh yeah! Asanteni sana ndugu zangu. Ana Mtama mengi mgombea ubunge ameyasema kwenye sekta ya afya. Amesema tuliyoyafanya na tutaendelea kufanya kwenye sekta ya afya, elimu, maji, umeme, kilimo tunaendelea kufanya kwa sababu huko kuna mahitaji ya kila siku, kuna mahitaji ya kila siku. Tunapozungumza elimu bila malipo ni kila siku, watoto wanazaliwa, wanakuwa, wanaingia shule, madarasa kujengwa ni kila kipindi, madarasa yanatakiwa. Vituo vya afya hatujamaliza kata zote, inabidi turudi tujenge zahanati na kata nyingine tuziwekee vituo vya afya, kwa haya ni mambo ya kila siku na serikali ya Chama cha Mapinduzi, mkitupa ridhaa, tutaendelea kwa kasi ile ile tulofanya miaka minne au mitano hii ambayo tunamaliza, tutaendelea kwa kasi ile ile. Lakini nataka niwaambie, kwa sababu tutaendelea kusogeza huduma za afya karibu na wananchi, tunakuja na mfumo mpya wa bima ya afya. Najua wanamtama mmeshawahi kusikia Hatujaanza kutekeleza. Nimesema ndani ya siku mia, mkitupa ridhaa ya kuendesha serikali, tutaanza kwa majaribio swala la bima la ya afya. Sasa najua Wanamtama, msimu wa korosho unakuja, na Mungu atujalie tuuze korosho kwa bei kubwa. Tunahangaika, tunahangaika tuuze kwa bei kubwa serikali yenu, hatupumziki. Tunajua biashara ni mashindano, wakati tunazalisha wengine wanazalisha, na wengine bei huwa zinashuka, lakini tunajitahidi tupate bei kubwa kwao. Tutakapouza korosho, naomba sana Wanamtama, tuweke akiba ya kujiunga na bima ya afya, huduma zile zinazokuja hapa huduma zile vituo vya afya hospitali za wilaya na mikoa kidogo zinataka kuchangiwa, ili huduma ziendelee kuwa nzuri. Kwa hiyo tunaomba sana, tuweke akiba kwa ajili ya bima ya afya ambayo tutaianza kwa majaribio, na tukifanikiwa, tutaambiwa sasa tayari, twendeni kwa pamoja. Lakini la pili, ndugu zangu, kwenye elimu Mbunge mgombea ubunge hapa ameomba VETA. Nataka niwahakikishie VETA inakuja Mtama, VETA inakuja Mtama. Kwa upande wa maji, kwa upande wa maji, najua kuna miradi ilifanyika, tumeongeza upatikanaji ma... upatika wa maji mpaka asilimia sabini na mbili. Ilani imetuelekeza asilimia tisini kuna miradi inafanyika ikimalizika, asilimia tisini itafika, lakini nataka niwahakikishie hatutaki kusimama tisini, tunataka kuhakikisha wanamtama wote wanapata maji safi na salama. Kwa hiyo tupeni kura zenu, twende tukamalize hiyo kazi, tuwatue kina mama ndo kichwani, azma yetu serikali mwanamke asitembee masafa marefu, awe amepata maji ya kutumia nyumbani. Lakini jengine wana Mtama, ambalo liligusiwa kidogo hapa, ni nishati safi ya kupikia. Tunaleta umeme kwa wingi, tunasambaza vijiji, tumemaliza, tunakwenda kumaliza vitongoji. Tutaleta majiko yanayotumia umeme mdogo sana ili wanawake watumie majiko hayo na wapumzike ile kero ya makuni na mikaa, na kwa hapa Mtama nadhani ni makuni, lakini kama mnavyojua, tumetoa pia gesi kwa ruzuku, tumetoa gesi kwa ruzuku ili kusogeza nishati safi kwa kina mama. Kina mama oye, oh yeah. Jambo jingine ndugu zangu ni kwenye kilimo. Kwenye kilimo, tutaendelea na ruzuku ya pembejeo, tutaendelea nayo na tutahamasisha mazao yazaliwe kwa wingi, mazao ya chakula, mazao ya biashara, tuzalishe kwa wingi, kwa sababu Tanzania pale Mungu alipotuumba hapa tulipo, tuna uwezo wa kulisha nchi tisa tulizopakana nazo na wote wanachukua chakula kutoka Tanzania wengi wao, na wengi wakipata ukame kidogo, kimbilio ni Tanzania. Kwa hiyo lengo letu tuzalishe, tulishe majirani zetu, lakini tujilishe na sisi wenyewe kwa kiasi kikubwa. Tunakwenda kwenye kilimo biashara, sio kilimo nilime nile, yamekwisha, hapana. Kilimo biashara, na ndio maana tunatoa ruzuku muweze kuzalisha hatutaki mtumie mitaji yenu, muweze kuzalisha. Tunawapa ruzuku mzalishe, muuze kwa bei kubwa, mpate mtaji wa kutosha. Huko mbele tutaangalia mengine, lakini kwa sasa bado tunaendelea na ruzuku. Ndugu zangu, kilimo kina mambo mengi. Kwa hiyo ruzuku pamoja na matrekta, tumejipangia kununua matrekta elfu kumi kwa nchi nzima, ambayo wakulima wanaotaka kununua watanunua, wanaotaka wakopeshwa watakopeshwa, wanaotaka kukodishwa, tutaweka vituo vya kukodisha zana za kilimo. Na hilo tumelianza, tumeona linatekelezeka, tutaendelea nalo. Ndugu zangu, niende sasa kwenye mambo ya mabarabara miundombinu, nadhani mmeona kazi tunayoifanya. Ya mbele yetu hayawezi kutushinda. Kwa yale maombi aliyoomba mwanangu Nape, nataka niwaambie tunakwenda kuyangalia. Kilomita kumi ndani ya mji huu sio nyingi, sio nyingi sana. Kwa hiyo tutakwenda kuliangalia lakini mambo mengine ni stendi na soko. Uh, mgombea wenu wa ubunge anajua fedha hizi zinapatikana wapi. Kwa utakwenda kupekua lile kapu mwanangu, kama zimebaki kwenye lile kapu, bila shaka utakuja. Lakini soko liko kwenye ilani, na kama liko kwenye ilani, pesa yake ipo tayari. Sasa utakwenda kupekua jinsi ya kuwaunga mkono kwenye ujenzi wa stendi. Hiyo sio kubwa sana, tunakwenda kuifanyia kazi. Yale mengine ya wilaya, mnajua kila tunakopita, kila tunakopita maombi ni wilaya, ni halmashauri, na kuanzisha maeneo mapya ya utawala ni ghali sana. Hata hivyo, tutakapokwenda mbele, tutakana kuangalia ni maeneo gani hasa yanahitaji kugawiwa. Kwa hiyo tutafanya hiyo kazi, hili ombi tunalichukua, tutaweka na mengine tuchakate kwa pamoja na tuone utekelezaji wake. Mtama oye! Ndugu zangu wa Mtama, sasa niseme lile lililotusimamisha. Kwanza tuonane, tuwasalimie wana Mtama wengi wanasikia tu Samia Suluhu hawamjui, nikaona nisimame mnione, mmeniona kwa yale mnayoyasikia yanasemwa. Aliyosema mwanangu Nape hapa Samia mwenyewe ndio mimi. Lakini la pili nikasema nisimame niombe kura pamoja na wenzangu. Sasa hapa nitaomba kura kwa ajili yangu na sina wasiwasi wasi na Mtama, sina wasiwasi wasi. Lakini uungwana na heshima inatutaka tuje tuombe kura. Hata nisingekuja najua mgenipigia kura. Lakini kwa heshima inabidi tuje tuombe kura. Kwa hiyo hapa tutaomba kura kwa ajili ya mgombea wa uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ambaye ni mimi ninayesema hapa. Mama oye! Hebu nione kura za mama, wana Mtama, kura za mama, kura za mama, kura za mama. Asanteni sana, asanteni sana. Lakini mama huyu, mama huyu ana mwanawe anaitwa Napen. Nawye ngoja niwapeni hadithi kidogo Nilipoingia mara ya kwanza kamati kuu, nimekuwa mjumbe halmashauri kuu ka, nikaingia kamati kuu. Tulipoingia tukamkuta mzee nawye yuko ndani ya kamati kuu, hasa sisi tumeingia sivichinchiri, tuko pale. Basi mzee anazubaa, anatuangalia tu, anasema eh, Karume kaleta mapapai haya, mapapai haya. Kwa hiyo ningezubaki kidogo, ndio hivyo tena kwa hiyo Nape mwanangu, jamani. CCM oye! Mtama oye! Aya, kwa hiyo namwombea kura Nape. Kijana hodari mchapakazi mzuri siasa naijua. Na nyinyi mnamwita kaka mkubwa, mimi namwita kamanda Nape. Kwa hiyo kura kwa kamanda Nape lakini Nape anakwenda kunisaidia bungeni. Ndani ya Mtama kuna bunge dogo. Bunge dogo ni baraza la madiwani, hili ndilo bunge dogo. Fedha yote inayokuja ndani ya jimbo inapita halmashauri, inawafikia madiwani, wanakaa na kuangalia fedha imekuja na maelekezo gani, wanakwenda kusimamia utekelezaji. Kwa hiyo mtupe kura, mimi mwenyewe mgombea ubunge, lakini na madiwani wetu hapo. Mkikamilisha hivyo bila dosari, bila gunzi, maendeleo mbele kwa mbele. Wanasema kazi na utu, kazi na utu. Sasa Chama cha Mapinduzi tunaomba mtupe kazi, tukafanye kazi, tujenge utu wa Mtanzania. Sasa kwa pamoja, mimi gombea ubunge na madiwani, tunaomba kura zenu. Mungu awabariki, wa na mbaki salama. Sisi hoye! Sisi hoye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana Wanamtama, oye! Dokta Samia hoye! Mbunge Nape hoye! Moye, wa, wa, wa, nani maba, uh, madiwani. Madiwani bakieni, amkuoneshe ilani zenu na na na, na mbunge nataka kumkabidhia kwake sasa hivi, japo ameshachungulia, maana yake alisema pale, nimechungulia kwenye ilani hii, lakini ilikuwa sijamkabidhi rasmi. Sasa naomba mgeuke kwa wananchi, mwaoneshe ilani zenu, nyanyua ilani juu na ilani ambayo mgombea ubunge anakabidhiwa ni mkataba kati ya Chama cha Mapinduzi na wananchi wa jimbo la Mtama kutekeleza maendeleo. Aya, ndugu wananchi, mtaona vijitabu vidogo sana, hivyo hivyo vijitabu vidogo ndio, na ni mkoa wa Lindi. Mkoa wa Lindi ndio umo kwenye hicho kitabu. Vile vikubwa ni vitabu vya kitaifa. Kwa hiyo wewe tafuta hicho kidogo, soma tu kwenye wilaya yako, kuna jambo gani, utaelewa tumepanga kufanya nini. CCM oye. Mtama oye. Asanteni sana. Aya, punga mkono, tumwage mgombea uraisi mama yetu mpendwa, Dr. Samia oye, wana Mtama oye, kawaida na mama asemewe oye. Viva vijana, viva